Kwenye kurasa za miradi yayo tumeokota habari, inasema hivi: tukipata pointi tatu mtapewa milioni mia tatu Eh, unasemaje ndugu mtazamaji? Kwamba hizi pesa bora wangenunua vifaa vya hospitalini hey. Unasemaje? kwamba bora wangenunua madawati, kuna shule wanafunzi wanakaa chini hey. Unasemaje? kwamba Dar es Salaam hey, maji bado ni shida. Kwanza mvua hazinyeshi huko Dar es Salaam, eti mvua hazinyeshi. Unasemaje kijana, kwamba bora wafungwe tu hey, tuokoe pesa. Ila jamani, wewe ni uchochezi sasa, huo ni uchochezi kwa kweli. Acheni uchochezi, mnawachochea Taifa Stars. E, yani jamani, yani unashangaa, mbona timu haishindi? Kumbe kuna watu hawataki pesa itoke eh, ila jamani